Wakati unatumia nguvu kubwa kuwaonyesha watu mambo makubwa ambayo umefanikiwa kuyafanya, inabidi ujue kwamba dunia ina aina nyingi za watu. Sio wote wanataka kusikia hizo habari njema za mambo makubwa ulioyafanya, lakini pia sio wote wanachukia, kwa sababu wengine hawana muda kabisa na wewe, wako bize na mambo yao. Hiki ndio kinachotokea unapoamua kulazimisha mambo yako mazuri na mafanikio kwa watu wapo wanaofurahia kwa sababu ni watu wako, wanakutakia mema na kile ulichokifanya wanakiona kama ni kitu chema kabisa, inawezekana tayari inawajua. Na wapo wengine ambao tunajua kabisa hawatafurahia, ambao ndo watu wengi wanaangaika sana kuwaonyesha vitu vyao vikubwa walivyoweza kuvifanya, kitu ambacho ni hatari. Kitu cha msingi sana wanatakiwa kuzingatia siyo yale maumivu ambayo wanayapata wale wabaya wako, inabidi waangalie sana wale wanaofurahi lakini sio kwa sababu umefanikiwa, au sio kwa sababu umefanya vizuri. Kuna maadui wakisikia taarifa zako njema wanafurahi, sio kwa ajili yako, ni kwa sababu umewapa sehemu nyepesi ya kwenda kushambulia, ni kwa sababu umewaonyesha kwamba haya ndo mambo ninayoyathamini sana, na wenyewe watajua ni wapi wa kupiga vizuri, ili waimalize hiyo furaha yako. Kwa hiyo inabidi ujue kwamba sio kila mara unapoonyesha mafanikio yako, unavyoonyesha vitu vyako vizuri kwa watu, inakupa nguvu. Mara nyingine ndio njia hiyo hiyo inayokutengenezea udhaifu mkubwa ambao adui zako watakumaliza nao. Ukitaka kuelewa vizuri hili, jaribu kuweka taarifa ambazo sio za kweli za mafanikio yanayokuhusu. Utashangaa kuna watakaokupongeza, kuna watakaokununia na utashangaa zaidi kwamba kuna watakaoanza kukushambulia kwa taarifa za uongo, na wengine wataenda mbali, wataongezea taarifa zao na stori zao ambazo hata wewe ukisikia utakaa vizuri ili usikie stori inaishia wapi. Matokeo na mafanikio ya kweli yenye nguvu hayahitaji kusemewa hata siku moja, yanaweza kuongea yenyewe kabisa na hayafichiki. Wanaotaka kuona wataona wanaotafuta kukuharibia wanaweza kujua hata kabla ya wewe kuona kwamba unaenda kufanikiwa. Kwa hiyo usiangaike kuwawekea usoni kila kitu unachokifanya au kila kitu unachofanikiwa nacho, najifunze pia kuyatunza mambo yako muhimu kwako kama siri, hasa hasa kama hayajafikia kile kilele cha matokeo unayotafuta. Jilinde sana na watu ambao usoni wanaonekana wamefurahia kwa ajili yako, lakini ndani wanajua ni kwa sababu wamepata sehemu nzuri ya kupeleka mashambulizi yao. Usimpe adui yako ushindi mwepesi kabisa hivo. Kama kweli ana thamani ya kuwa adui yako, mwache aangaikie nafasi yake. Na kama unaona unashindwa kufunga mdomo wako kuhusiana na hayo mambo yako ambayo unadhani umefanikiwa sana, jiulize, unaweza vipi kukaa kimya kama mambo hayakuendei vizuri? Nguvu ile ile na nidhamu ile ile ambayo inakufunika na kukuongoza kipindi ambacho mambo hayaendi vizuri, itumie na ielekeze kile kipindi ambacho mambo yanaenda vizuri. Na mara nyingine ukiona hatua moja kwamba ni mwanzo wa hatua nyingine, siku zote utajiona kwamba bado haujafikia kileleni. Kwa hiyo hautakuwa sana na mdomo wa kuwaonyesha wengine kwamba umefanikiwa. Usipende kujipa furaha kwa kumuumiza adui yako, wakati mwingine unamtengenezea furaha.